Baadhi ya wananchi wa Uganda waishio mpakani mwa Tanzania na Uganda wameiomba serikali ya Tanzania kuwapatia sehemu ya kuchungia na kunyweshea mifugo yao pamoja na kupunguza baadhi ya masharti yaliyowekwa ili kuwaondolea usumbufu uliopo hivi sasa. Wananchi hao wametoa ombi hilo kwa wajumbe wa kamati ya maridhiano ya mipaka kati ya Uganda na Tanzania ilipokuwa ikitembelea maeneo ya mipaka na sehemu ambazo hutumiwa kama uchochoro kwa watu kutoka nchi jirani kuingiza mifugo yao katika maeneo ya mipakani. Mwandishi wetu Charles Mwebea ana taarifa zaidi kutoka mkoani Kagera. Askari e, uh, ah, ah, no, yeah, wa Uganda akitoa maelezo mbele ya kamati ya ujumbe hao pamoja na wananchi juu ya changamoto zilizopo katika maeneo hayo ya mipaka, wakati ujumbe huo ukiwa unazungukia eneo la kijiji cha Kantebe kujionea zaidi athari zinazosababishwa na mwingiliano wa mipaka. Wafugaji kutoka nchini Uganda wakatumia nafasi hiyo kufikisha ujumbe wao kwa serikali ya Tanzania ili kuwapatia eneo la kulishia na kunyweshea mifugo yao na kupewa ufafanuzi juu ya utaratibu wanaotakiwa kuchukua. Tatizo letu hapa, mtu achukua na enda Tanzania tuseme ku, kunywesha ng'ombe zake, akiingia wanamkamata. Na mnaona tunaishi hapa karibu na, na mto wa Kagera. Sisi tungeomba kuwe tunapata maji hapa, wasije wakatusumbua kama, kawa, kama kawaida. Tunaomba lakini chukua LC1 ya, ya, ya Uganda hmm. that itakuwa it ni identification ya kukujulisha wewe ni unatoka Uganda. Unataka kwenda Tanzania, utakaa siku ngapi? siku mbili. Shida yako ni nini? Unaenda kumtembelea shangazi. Ataandika elosi wako katika kitalu namba kumi na moja cha ranchi ya Misenyi ambapo kuna mpaka wa nchi hizi mbili. Wafugaji kutoka Uganda wanaomba kutumia sehemu ya ranchi hiyo kama mapitio ya mifugo ili kunyweshea maji mifugo yao, ili hali eneo hilo likiwa tayari linamilikiwa na mtu binafsi. Wao wanaingia. Wanaingia direct kwa sababu kule tuna Baadhi ya ujumbe walio katika kamati hiyo, wataalam juu ya maridhiano ya mipaka baina ya Tanzania na Uganda wameelezea changamoto walizoziona. Kuna mazingira mawili tofauti. Kuna sehemu ambazo tokagera ni mpaka kati ya Tanzania na Uganda, lakini yako maeneo mengi inaonekana katika hili korido la mpaka kwamba mpaka sio maji tena, mpaka ni kwamba uko katika, katika katika katika ardhi. Charles Mubea, TBC Kagera.